Wow. Mimi naitwa Captain Lawrence, Captain ya one-term ODM wing. Mimi ni wa ODM lakini ni one-term, kuna sababu nasema mimi ni one-term. Number one, hii NADCO haikuwa ya kitu ya ODM na government, ilikuwa kitu ya Azimio na government, lakini ODM imechukua hii kitu ni kama yao, lakini sisi sisi watu wa ODM, lakini pia sisi hatufai kukua unfair, imechukua hii kitu ni kama yao kitu ya kwanza katika Nadco report yenye tunafaa tuangalie ni mambo ya compensation. Sasa hizi ni 3 years. William Samoei Ruto is not even even willing to do even a single thing in Nadco report. Sasa hizi anatuambia mambo ya Singapore. Singapore tutaenda aje kama 11 billion Duale anakula kanisha? Tutaenda tutaenda Singapore aje? Mangeweza. Tutaenda Singapore aje? Yeah, yeah. Kama William ah. Samoei Ruto regime na uwa watoto hapa, yeah, nchini yeah. Tutaenda Singapore aje kama Ruto anapeana watu fea in the name of nyota hati, yeah. Anakupea fea ya kufika, kufika Singapore. Hatutaki, yeah. Atuta, fea ya kuenda Singapore, yeah. Sisi tunataki kubaki hapa, ila siku Ruto alikuwa na state address hapa hapa Parliament badala ya Ruto tuambie vitu ambazo amefanya, anaanza kutukampenia vitu yenye atafanya ako kwa regime ready na ana campaign vitu ambayo atakuwa anafanya. Mimi niko katika ODM na lakini hawa wasangwenyi ambao wanatuuza ODM akina Gladys Wanga, akina Junet Mohamed, akina Simba Rat tunataka kuambia sisi kama vijana tunasema ni one term, na party leader yetu tunajua ni babu o oh, wino kama si babu kuna tabu, lakini tutasimama kidete tukisema hapa, <tis> <tis> ni one term, ukubali usikubali, ni one term. Na kama mnadhani kama mnadhani ati zizi kama wajaluo tutaingia tu ah, broad based hivyo, mtashangaa sana, mtashangaa sana eh. Bado niko na time mingi sana yeah. <laughs> Bwana hawa, bwana. Wakati William Ruto alikuwa deputy president. Euyedees namalizia yes, yes, Wakati William Ruto alikuwa deputy president. Kuna wakati alienda Al Jazeera yeah. akasema the community of Luo Nasema wakati William Samuel Ruto alikuwa deputy president, akaenda Aljazeera akasema at the ouo communityeutulia. Uh, uh, wakati William Samuel Ruto wewe nyamaza bana, wewe nyamaze. Wakati William Samoei Ruto alikuwa deputy president, alienda Al Jazeera after the police wameua wajaluo even kwa kijiji, akasema at the Luo community ni militia group. Na tunataka kumwambia William Samoei Ruto hiyo ndio wakati Pendo aliuliwa, na hatutasahau hatutasahau, sisi kama wajaluo tutasema ni one